Na kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na daktari Samia Suluhu Hassan, mtandao wa barabara unaosimamiwa na wizara ujenzi, ya ujenzi kupitia wakala wa barabara yani, tunnels umeongezeka kutoka kilomita 36,361 hadi 37,435 na sababu ya kuongezeka kwa mtandao huo ni kupandishwa kwa hadhi ya barabara za wilaya na kuwa ni barabara za mkoa na kuwa barabara za kitaifa. Na katika kipindi hiki jumla ya kilomita 15,511 15, 15, 15 zipo katika hatua mbalimbali za matengenezo na tunayo barabara ambazo zimekamilika ndani ya hii miaka minne na ukamilifu wenyewe ni wa kiwango cha lami kilomita elfu moja mia tatu na sitini na sita zimekamilika. Hapa nitatoa mfano wa barabara chache tulizozikamilisha. Mfano barabara ya kutoka Kasulu mpaka Kibondo mkoani Kigoma, hizi ni kilomita 184. Zimekamilika kabisa. Lakini tunayo vile vile barabara ya kutoka Mbinga mpaka Mbamba Bay. Mbinga mpaka Mbamba Bay ni kilomita 66. Hizi nazo pia pia vile vile zimekamilika na kwa wenyeji wa kule wanafahamu hii barabara namna ambavyo ina milima na ina kona nyingi sana, lakini vile vile tunayo barabara ya Mpemba Isongole kilomita 50. Hizi zimekamilika pia. Vile vile tunayo barabara ya Lusitu Mawengi kilomita hamsini na yenyewe imekamilika katika viwango vya lami. Tunayo barabara ya kutoka Njombe kwenda Moronga uh, kilomita hamsini na tatu hizi na point tisa hizi zimekamilika na section ya pili kutoka Moronga kwenda Makete kilomita hamsini na tatu pia zimekamilika, na tunayarudewa mpaka Kirosa kilomita 24 hii pia vilevile imekwisha kukamilika tunayo barabara pia ya Makutano mpaka Nata, uh, Sanzate pale mkoani um, Mara, kilomita hamsini, hii imekamilika. Lakini vile vile tunayo barabara ya Loliondo Mto wa Mbu, sehemu ya Waso mpaka Sale, ile ni kilomita hamsini na hiyo pia vile vile imekamilika. Tunayo madaraja ambayo yamekamilishwa katika kipindi hiki cha awamu ya nne cha awamu ya sita ya, ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mheshimiwa Rais dr Samia Suluhu Hassan. Katika madaraja yaliyokamilika, nataja hapa angalau manne katika manane. Tunalo daraja maarufu la Tanzanite lililoko pale Dar es Salaam. Ili daraja la Tanzanite lina jumla ya kilomita moja juu ya bahari uh, na tunao vivyo daraja la Wami mkoani Pwani, ni daraja la mita mia tano na kumi ni nusu ya kilomita hili, uh, nalo limekamilika, lakini tunalo daraja la Kitengule mkoani Kagera, hili ni daraja la mita mia moja na arobaini na lenyewe tumelikamilisha. tunalo daraja Uh, la Msingi pale Singida, uh, ili ni daraja la mita mia, ni miongoni mwa daraja ambayo yamekamilishwa. Nimesema nitataja haya manne kwa uchache, kati ya yale manane, ni miongoni mwa madaraja ambayo yamekamilishwa hadi kipindi hiki cha awamu ya sita ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Miradi ya barabara na madaraja yanayoendelea tuna urefu wa barabara za kilomita 2380 ambazo tunaendelea nazo nchini kote, pamoja na ujenzi wa madaraja kumi na mbili tunaendelea kuyajenga, yako kwenye hatua mbalimbali. Tunalo daraja la Mbangala, ili ni daraja la mita 120 na lakini, pale Dar es Salaam uh, Lower Mpiji, mpiji ya chini, tunayo takriban Eh, tunatengeneza na lenyewe pia vilevile. Tunalo daraja la Simiu hapa mkoa ni Simiu, jumla ya mita 150, na lakini tunalo pia vilevile daraja la Sukuma tunatengeneza ili daraja hapa ilipo kwenye hatua ya maendeleo ya ujenzi, na vile vile tunalo daraja la Pangani kule Tanga, hili ni daraja lenye mita takriban 525. Hii ni katika madaraja yanayoendelea kujengwa, na nisisahau pia vilevile tunalo daraja la Jangwani pale Dar es Salaam. Ni daraja kubwa na lenyewe pia vilevile, tunaendelea tuko katika hatua za mwanzo za ujenzi. Mkandarasi hivi tunavyozungumza yuko site, na mara baada ya kuwa zimeisha mvua anaanza harakati. Ameshafanya mobilization na tayari anaanza kazi ya ujenzi wa lile daraja. Itakuwa ni daraja kubwa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 kutoka usawa wa bahari kufika hapa tulipo tumesimama jumla ya mita kumi na saba. Ni zaidi ya ghorofa ya tano, ingelikuwa kama ni ghorofa, maanake ni zaidi ya ghorofa ya tano. E, mita kumi na saba kutoka pale kwenye maji kuja hivi juu, ukiachilia mbali zile nguzo kule chini zilivyoingia. Hili daraja litakuwa na uwezo wa kupitisha magari mpaka elfu ishirini kwa siku moja na hili daraja litasaidia watu ambao wa hasa hususan wa kanda hii ya ziwa waliokuwa wanatumia masaa mawili hadi matatu hapa watapita kwa wastani wa masaa, wa dakika tatu mpaka tano maximum, na daraja lina uwezo wa kwa wakati mmoja gari tatu uh, au nne au tano ambazo zina wastani wa mpaka tani mia moja na sitini zinaweza kupita kwa pamoja, zenye uzito usiozidi tani mia moja na sitini zina uwezo wa kupita kwa pamoja hapa katika daraja hili, tani mia moja na sitini Ah, sisi kwenye usimamizi wa barabara maximum i, gari tunaruhusu ambayo isiyokuwa na uzito uliozidi ni wastani wa tani hamsini na sita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 Joseph Magufuli, Mwenyezi Mungu amlaze uh, mahala pema uh, peponi. Na unaweza ukaona kwamba uh, fedha ambazo zimeingia hapa ni fedha nyingi sana, na tena tume, imefanyika kazi hii kipindi kigumu, na watu tukuwa tunasema hizi fedha za ukamilifu wa hili daraja itakuwa kwaje? Sasa zilitakiwa zaidi ya bilioni mia tano kwa wakati huo Mheshimiwa Rais Samia anaingia tayari, wastani wa, wa bilioni mia moja takriban na 30 hadi hamsini zilikuwa zimelipwa kama advance payment, malipo yale awali, lakini zikabaki sasa zaidi ya bilioni mia tano zinazohitajika zilipwe, na hapo korona ndio imeingia, ina chapa na mzunguko wa fedha na kulikuwa na crisis kubwa, lakini tunamshukuru sana. Rais Samia alisimama kidete akahakikisha kwamba jambo hili linakwenda na linakamilika. Na unajua ndio maana kwa kusema kweli, tunamshukuru, ndio maana amepata tuzo kadha. Moja ya tuzo ameipata mwaka ule wa elfu mbili na ishirini na mbili baada ya kusimama imara sana, watanzania wengi tunakumbuka, ni ile tuzo iliyotolewa na benki ya Afrika yaani AFDB uh, inayokwenda kwa jina la maarufu la Abubakar Ndiaye. Unafahamu kwamba ni kwa mba, sababu wali appreciate na walikubali namna ambavyo ya mchango wake hasa hususan kusimama imara kwenye nyakati ngumu, na hii ni experience nzuri ya nchi yetu. Wakati wote nchi yetu tunapokuwa tunapita katika changamoto kubwa na nzito, tumesimama imara na tunaua, tunapita kwa mafanikio makubwa sana na tuzo kama hii tena imetolewa mwaka huu kwa Rais wa Angola a, a, mheshimiwa Lourenco. Yeye amepata hii tuzo kwa sababu ya ujenzi wa ile tunaita Lobito Corridor. Kwa hivyo, unaweza ukaona dunia imetambua kazi nzuri na kubwa inayofanywa na serikali yetu inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mradi huu utatusaidia sana kama alivyokwisha kusema awali,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 ujenzi wa, daraj, la, wa wa mradi mkubwa wa umeme wa pale Rufiji. Tunampongeza na kwa kusema kweli, tunamwombea sana Mungu ye aendelee kuwa na afya njema na aendelee kuliongoza taifa letu kwa weredi mkubwa na umadhubuti, ndugu wanahabari, na naomba niseme tu kwamba daraja hili litakuwa ni kiunganishi katika nchi za Afrika ya Mashariki. Kwa hivyo ndio maana hata sisi katika mialiko kwanza tumewalika Watanzania wote, tumewalika watu wengi sana lakini tumewalika mpaka tumeomba Wizara ya Mambo ya Nje itusaidie kualika hata majirani zetu. Kwa hivyo tunayo matarajio kwamba tutakuwa na mabalozi hapa mathalani wa Burundi, uh, Uganda, uh, Rwanda na, na, na, na, na Kongo kwa sababu hawa wote ni wanufaika wa daraja hili hapa ambalo litakuwa ni kielelezo na ni daraja namba moja kwa Afrika ya Mashariki na Kati. Na ili daraja tumetengeneza litakuwa na matoleo yake ya kilomita moja pointi sita sita kutoka hapa darajani kwenda kuunganisha kuelekea upande wa Geita na kwenda kuunganisha kuelekea upande wa Usagara kule Mwanza. Naomba sana mtusaidie, waandishi wa habari, wa kuutambulisha na kuukaribisha umma wa Watanzania. Tunataka ufurike hapa siku ya tarehe kumi na tisa uh, mwezi huu, siku ya Alhamisi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atakapokuja tushereheke naye. Anakuja kulifungua ili daraja ikiwa ni katika sehemu ya mafanikio ya Tanzania huru. Tumefanya wenyewe na tunaendelea kufanya wenyewe. Miongoni mwa faida ambazo tutakuwa tumezipata, ukiacha hizi za kijamii za kiuchumi nilizokwisha kuzitaja, ni pamoja na ile faida ya kwamba hapa wakati kampuni la kigeni lilipokuwa linafanya hii kazi, ni kampuni kutoka China linaloitwa CCECC, lakini ikumbuke kwamba tulikuwa na wataalamu wazawa waliofanya ushiriki katika hatua kwanzia ya mwanzo ya design mpaka huku tunalikamilisha hili, na tena bahati njema sana, wataalamu wazawa hawa wapo na tutawatambua kwa kazi hiyo kubwa na nzuri walioifanya. Uh, na tunaamini sasa, kwa sababu ya ushiriki wao wa Tanzania hawa wazawa, huko mbele ya safari tukiwa na project kubwa kama hizi zitasimamiwa na sisi wenyewe wa Tanzania, kwa sababu tayari tunao uzoefu wa kutosha, elimu ya kutosha iliyotokana na ushiriki wetu wa moja kwa moja kwenye kazi ya namna hii.